Mtazamaji wa Clouds TV leo hii tupo hapa e, Moshi mjini, nipo na Basil Lema, huyo ni katibu wa Chadema mkoa wa Kilimanjaro. Kwa muda mrefu amekuwa akifanya shughuli za e, utoaji wa mafunzo hususan inapofika kipindi cha uchaguzi. Leo hii tukoona ipo haja ya kutaka kuzungumza naye hasa hasa kwa kile ambacho kimejiri jana usiku e, katika mitandao ya kijamii baada ya taarifa kutoka Chadema kanda kaskazini, ikieleza kumsimamisha nafasi yake ya ukatibu. Na leo hii tuko naye hapa, nataka kusikia kwa kina kutoka kwake yeye, kwanza mapokeo yake ni yapi, lakini pia nini hasa undani wa hiki ambacho kinaendelea hivi sasa. E, Mwalimu Basil Lema, nakusalimia. Asante ah, sana ah, ninapokea pole na hiki ambacho kinaendelea. Tunataka kufahamu sasa kwa undani ni nini hasa ambacho kinaajili katika chama? Ah, hizi ni ajali za kawaida katika siasa hmm. Na kama we ni mwanasiasa tena kiongozi wa siasa, haujajiandaa kukutana na vitu kama hivi hmm. Basi hujamachua, hujakomaa huja unatakiwa huja ujue, kuna ajali za kweli kutokana kutoka na uendeshaji wako mbaya hmm. Kuna ajali zinazotokana na barabara mbaya. Uh, kuna ajali zinazotokana na uh, ghiriba, unatengenezewa mm -hmm. Unatengenezewa ajali. Kwa hiyo na kuna ajali zinatokana na hali ya hewa. Kwa hiyo hii ya kwangu hii eh, ni ajali, ni kubwa kwa sababu imetokana na hali ya hewa mbaya mm. Ghiriba mm. na barabara mbaya. Sasa sio kazi ndogo, mwenyekiti wa chama chako yuko gerezani kwa sasa na kesi ndio hivyo inaendelea huku nje, ninyi kama wanachama na viongozi mnatajwa kwamba mnakiuka eh, maadili na leo hii tumeshuhudia eh, taarifa ikitolewa dhidi yako Basil Lema eh, ukiwa eh, kwenye, kwenye mipango ya kutaka kuwashawishi wanachama na viongozi wengine kukihama chama na kuhamia chama kingine, hili lina ukweli kiasi gani? La, la kwanza ni kwa kuwa tu hiyo ni public notice. Ndio mmeisoma ndio naweza nikaizungumzia, kwa sababu ni public notice, lakini ingekuwa ni barua ya kawaida ya ya nidhamu kama ambayo ninayo sasa personally, hiyo siwezi kuijadili kwa sababu uh, bahati mbaya wamesema wananisubiri kwenye kamati ya maadili na mimi nimekubali hmm. Lakini ukishaweka public notice kwamba huyu amekiuka maadili na ni katibu wa chama wa chama wa mkoa hmm. ukishatamka amekiuka maadili hata, hata nani kama mkija kumkuta hana makosa aliyofanya yoyote mm -hmm. Mnamrudishaje ofisini? Yaani mshatamka huyu ni msaliti mm -hmm. ni mhaini anauza chama mm -hmm. akirudi kwenye chama kusema ah, hivi ni kweli hauzi chama mm -hmm. mkajiridhisha wote kabisa, kamati ya maadili ikakaa, kamati ya utendaji ikakaa, kamati kuu ikakaa, wakajiridhisha ase huyu hauzi chama mm -hmm. Mnamrudishaje ofisini Yani mna msafishaji mpaka akae kwenye kiti afiti tena, mm. na ukisoma hiyo public notice, katibu wa kanda amesema kabisa nafasi hii itakuwa wazi, tutapanga namna ya kuiziba. Maana kwa washaniondoa, unapangaje kuziba nafasi mm. E, kama uje, kama huyo mtu yes, yani huyo mtu kama amjamfukuza, mnapangaje mm. kuziba nafasi mm. and then mnaiweka kwenye public mm. ama hamjui madhara ya globalization? Hamjui madhara ya digital world mm. hamjui labda huko kwenye mitandao kutoka jana mm. nimeoga matusi mm. ya kunitosha yani, yani mengine ni yale ya stendi mm.